Zaidi ya watu 250 wameuawa katika shambulizi la anga la Israeli dhidi ya ukanda wa Gaza tangu Alhamisi asubuhi, kwa mujibu wa mamlaka za afya za Gaza. Hili limeelezwa kuwa ni moja ya awamu mbaya zaidi ya mashambulizi tangu kuvunjika kwa makubaliano na kusitishwa kwa vita mwezi Machi mwaka huu. Kwa mujibu wa maofisa wa Israeli na duru za kijeshi, operesheni kubwa ya ardhini huenda ikaanzishwa muda wowote. Rais wa Marekani, Donald Trump, aliyemaliza ziara yake mashariki mwa kati Ijumaa bila mafanikio ya kufufua mazungumzo na kusitisha mapigano, amekiri kuwa Gaza inakabiliwa na janga la njaa. Nukuu, tunahitaji kuwasaidia Wapalestina, najua watu wengi wanakufa kwa njaa Gaza, hata hivyo, tunapaswa kuangalia pande zote mbili, alisema Trump. Alipoulizwa kama anaunga mkono operesheni mpya ya kijeshi ya Israeli, alijibu, natarajia mambo mazuri ndani ya mwezi mmoja ujao, mwisho wa nukuu. Mashambulizi ya Ijumaa yalilenga kaskazini mwa Gaza, ilikuwa ni pamoja na mji wa Beit Lahia na kambi ya wakimbizi Jabalia, kwa mujibu wa msemaji wa wizara ya afya ya Gaza Kari Dekrani, ambapo amesema kuwa wanawake na watoto walikuwa miongoni wa waliouawa usiku kucha. Israeli inaendelea kuimarisha mashambulizi yake huku ikiimarisha uwepo wa majeshi ardhini karibu na mpaka wa Gaza. Viongozi wa dunia ikiwemo Umoja wa Mataifa na Umoja wa Ulaya wameendelea kuitaka Israeli irejee kwenye meza ya mazungumzo na kuondoa mzigira wa kibinadamu unaosababisha njaa na mateso makubwa kwa raia wa kawaida. Waziri mkuu wa Israel, Benjamin Netanyahu, alisema meli tano, kuwa taifa lake linapanga operesheni kubwa zaidi dhidi ya Hamas, lengo likiwa ni kulisafisha eneo lote la Gaza na kudhibiti usambazaji wa misaada. Baraza lake la usalama limeidhinisha mpango huo ambao unatarajiwa kuhusisha udhibiti wa eneo lake lote la Gaza. Ofisa mmoja wa ulinzi wa Marekani alisema kuwa operation hiyo isingeanza hadi Trump amalize ziara yake Mashariki ya Kati, ambapo kwa sasa imekamilika. Vifo, uharibifu, tahadhari ya janga la kibinadamu. Kampeni ya kijeshi ya Israeli imepelekea uharibifu mkubwa katika Gaza. Takribani wakazi wote wa eneo hilo wamelazimika kuyakimbia makazi yao na zaidi ya watu elfu hamsini na tatu wameuawa tangu kuanza kwa mashambulio yao Oktoba 7, 2023, kwa mujibu wa mamlaka za afya za Gaza. Mashirika ya misaada yamesema kuwa mzingiro wa Israeli umefanya hali ya kibinadamu kuwa mbaya zaidi, huku maeneo muhimu zaidi yakiwa yamebomolewa na kukosa usambazaji wa misaada ya chakula, maji na dawa. Mashambulizi makali yameripotiwa pia katika eneo la Khan Yunisi na Dela Bala, wakati wakazi wa Gaza wameeleza hali ya hofu ya kukata tamaa. Nuku. Leo niende wapi? Gaza Magharibi kuna mabomu huko, kusini wanaua watu Khan Younis, Deir al-Balah napo wanabomoa. Mimi na watoto wangu na familia yangu tuende wapi? Ismail, mkazi wa Gaza City amesema. Milipuko ya mara kwa mara, mizinga imetufanya tukumbuke siku za mwanzo za vita. Tulizani Trump amekuja kutuokoa, lakini inaonekana Netanyahu hajali wala Trump hajali pia. Israel imejikuta ikikabiliwa na ukosoaji mkubwa wa kimataifa Alhamisi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alisema kuwa Washington imeshutushwa na hali ya kibinadamu Gaza. Hata hivyo, licha ya Israel kutuma ujumbe wake kwenda Doha kwa mazungumzo ya upatanishi kupitia upatanishi wa Qatar, Netanyahu bado hajawasilisha mapendekezo yoyote na kumaliza vita. Ameendelea kusisitiza kuwa lengo kuu ni kuishinda Hamasi hofu kwa hatima ya mateka walioko Gaza. Kundi la Hostage and Missing Families Forum linawakilisha familia za mateka 58 walioaminika bado wanashikiliwa Gaza, limesema kuwa fursa ya kihistoria ya kuwarejesha nyumbani huenda ikapotea ikiwa hakutakuwa na maamuzi ya haraka, baada ya ziara ya Trump. Nukuu, hii ni saa ya maamuzi ambayo itaamua mustakabali wa wapendwa wetu, jamii ya Israeli na Mashariki ya Kati kwa ujumla, limesema kundi hilo katika taarifa. Endelea ya kufuatilia Mwananchi Digital kupata updates mbalimbali inayohusiana na mzozo huu unaoendelea kati ya Israel na Gaza.